Ni marufuku wewe kama follower wangu uwe wa kike au wa kiume kuwa na tabia za kiwaki. Followers wanaomfollow Nifa ni watu ambao tunakuwa kwenye ulimwengu wetu wa tofauti, ndio maana huku hamna umbea, huku watu wanaijua Quran, wanaijua Bible na vifungu vyake kushinda wanavyojua mahusiano ya watu yanaenda vipi, na umbea na udaku. We hustle over here and we pray. My dad kabla ya kufariki amefariki akiwa ni Christian mimi kufanya hivi is the only way I feel more close to my late dad. May he rest in peace. But also I'm doing this out of love because I love you guys. I want you to succeed. Nataka kila mara ukitaka kutoa machozi yako ukumbuke you have a Bible or you have a Quran wa Islam ni mapa miswala. Hii ndo sehemu pekee unatakiwa kutoa machozi yako. Ndo sehemu pekee unatakiwa kuzisema ndoto zako. Ndo sehemu pekee sahihi ya wewe ku maswali yako kabla hujafanya chochote. Aurora ndo mtu ambaye ametupa best price kwao. Natoa hizi Bible kwa watu arobaini. Niambie ni kwa nini unatakiwa kupewa? nikikupa na usipo saliekupapa <clears throat> singuwekupapa paosau asu jamani jamani Vipodozi vyenu mnavyovipenda vimefika. Mixa lacinemid mixa la cream mixa secauropea kindness vitamin C hizi hapa za kuzuia harufu mbaya ya mdomoni, olai vitamin C lotion pamoja na body wash, originals shea butter lotion, body oil, olive oil, radiance shimmer kutoka Palmers, juliet eve, vaseline za Korea, izo hizo vaseline kubwa za Korea, ogx lotion, coco guys.

most of the products ambazo tumezituma um ambazo zimefika dukani on Jumatano right now they are sold out, and it's because of you guys, so ndo maana wageni, nikisafiri nchi za watu, mara nyingi baadhi ya product wanapenda nizifungulie order, kwa sababu naweza nikanunua vitu nikiwa naona ni vingi, kumbe uhitaji wa wateja ni mkubwa sana. So, may God bless you if you bought anything from our shop this week Usipungukiwa na lolote. Mungu akuzidishie na kuongeza sana na kupenda sana wewe, kama mteja wangu. I love you so much. Also wateja ambao walikuwa wanataka kununua this moisturizing relief cream, guys, unajua una dark spot usoni, una vipelepele, rangi yako haifanani usoni, una oily skin, pua zinatoka zile kama vi, vi, vi, black head, white head. Guys,

Nakupa wiki zako ngapi? Tatu. Rafiki zako watakuwa nakulizona mpaka ninusoni, and am sure, kwa sababu hauna roho mbaya, utatuletea na wewe wateja ni for cosmetics. Ok, so thank you so much for supporting us, have a great night, I love you, and Mwenyezi Mungu awezidishia sana, okay? Bye.